Katika visiwa vya Zanzibar hapa, ni mkoa wa Kusini Unguja na eneo hili ni Paje, ambako wakulima wa zao la mwani wanaendelea na shughuli mbalimbali kwa lengo la kuzalisha lakini pia kujiongezea kipato chao wenyewe. Tumefika hapa na kuzungumza nao, wengi wakipaza sauti kuhusiana na changamoto ikiwemo ongezeko la joto kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kukosekana kwa bei ambayo ni rafiki kwa zao hili. Mwani wenyewe kabisa umepata kama mabawa sasa hayo mabawa ndio tunaoita ni wadudu. hatuna vifaa vile vya, ku, vya, ku, vya kupimia kama ah, huu umepata shida gani? huu unaendelea vipi? moto la joto haukui vizuri ehe, hauji juu unafia fia, unakuwa mwepesi maanake haukui miaka zaidi ya ishirini. Wanawake hawa wakiwa katika sekta hii ya kilimo cha mwani huku tafiti mbalimbali zikionyesha kupungua kwa mavuno ya zao hilo, hii ikichangiwa na suala la bei hafifu, gharama za uzalishaji, vitendea kazi na wakulima kutakiwa kwenda kina kirefu. Katika serikali itusaidie mwani, yani wapandishe ile bei tu ya mwani, ili wananchi wafaidike. Nitaka mwani kuwa mwingi zaidi, upate vifaa, uwe mwani mzuri, usiwe kama hivi, kama taitai kamba kina kirefu hatufiki kina kirefu labda wende kwa ngarawa kule. Kwa mjibu wa utafiti uliofanywa mwaka 2024 na taasisi ya Zanzibar Seaweed Cluster Initiative umeonyesha kuwa sekta ya kilimo cha mwani imeajiri watu takribani elfu thelathini ambapo uzalishaji wake umepungua na kufikia tani elfu thelathini kwa mwaka 2024, hii ikichangiwa na sababu mbalimbali. Payasi Mwaisumo ni meneja wa kampuni ya Mwani Zanzibar Limited anakiri uwepo wa changamoto katika zao hilo. Wakati wa joto, kama jua ni kali sana, joto linakuwa kubwa, yale maji yanakuwa na umoto mkubwa. Mwani hautakiwi kupikwa, unatakiwa kama joto la, la, la kiasi tu, sio upikwe. Sasa kuna ugonjwa ambao unasababisha mwani unasinyaa, yani unakuwa hauku, unakuwepo lakini unasinyaa, kwa hiyo hata mavuno yake kipindi hicho yanakuwa ni madogo sana kulinganisha na siku ambazo, uh, joto hakuna. Uh, kipato cha mwani huwa kinaua sana wakulima wakulima hawafaidiki sana na mwani kwa sababu kipato chake ni kidogo. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza, sasa hivi kilo moja ya mwani ambao umekaushwa ambao ni mwingi sana ni shilingi mia saba tu Unu... Mapema akifungua mafunzo kwa uandishi wa habari za masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kutoka katika nchi mbalimbali zinazozunguka ukanda wa bahari ya Hindi, katibu mkuu wizara ya uchumi wa bluu Kapteni Hamadi Bakari Hamadi akabainisha juhudi zinazochukuliwa kuhakikisha jamii ya wakulima wa zao la mwani na wavuvi katika maeneo ya uhifadhi wa bahari wanafanya shughuli hizo kwa kuleta tija. Zanzibar kwa ujumla wake, zaidi ya, ya asilimia 75 ya watu wake kwa siku wanategemea ecosystem ya bahari Eidha, iwe uvuvi iwe utalii, kilimo cha mwani, kilimo cha bahari na vitu kama hivyo. Kwa sisi very seriously na ndio maana tuna mkakati maalum wa kupambana na hayo mambo. Kwa mfano, sasa hivi tumeanza ku experience kwamba zao la mwani linaharibika linalolimwa katika maji madogo. Kwa hiyo tumeanza ku empower wakulima wa mwani ambao zaidi ya 80% ni wanawake kusogea mbele kidogo kwenye maji makubwa ambao bahari kidogo ina na zao lao linaweza baha ku, ku tunawapa vifaa tunawapa mitaji tunawapa na sapoti ya market. Kwa mfano mwaka 1220 mpaka 2023, tumetoa boti 127 kwa wakulima wa mwani na wavuvi zero interest rate. Ni kwamba uzalishaji wa mwani umeongezeka kwa asilimia 98 na uzalishaji wa samaki umeongezeka kwa asilimia 110. Hii ni sehemu chache tu ya kilimo cha mwani katika mwambao wa bahari ya Hindi. Sehemu kubwa ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza kilimo hiki cha mwani. Mimi naitwa Kasisi Costa, na hii ni Azam